Nikwambie kitu, ogopa sana uje ukutane na mwanamke ambaye tayari ana miaka 30 na kitu kwenda juu huko. Tayari hapo unakuta ashafuga zake, ana mbwa sijui watatu mpaka nane, anaishi nao hapo ndani, ana mtoto halafu unakutana naye wewe, ndio mnapata mtoto wa kwanza, anakuchukua anakuleta huku Ulaya, uje kuishi naye eh bwana, anejua anejua mazingira ya huku ni ni Mwenyezi Mungu tu ndo anayejua hali ya huku ambao tunapitia jamani, huyo <laughs> mtu ukimwona ameposti zake huko na mtoto wake ana enjoy tiktok huku, mwache jamani, mwacheni, anajua tu Mwenyezi Mungu tu ndo anayejua hali ya ambao tunapitia huku, sio, sio rahisi wazee, sio rahisi. Hembu fikiria, uanze kubadilisha mtoto daipa hapo hapo dakika mbili mwakuta sijui mpaka ameshajiarishia huko tayari, unaona <laughs> jioni <tabisa> uweze kutoa mbwa uweze kutembea naye uweze kupita naye jamani, nyinyi nyinyi acheni, acheni acheni, acheni jamani na, kama ungekuwa na CCTV kamera sasa hivi, o, watu wanaonyeshwa kama live, nakwambia watu wasinge kuja <tabisa> huko.